wengi wanafikiwa na umeme. Lakini pamoja na hayo, tumepokea maelekezo ya kamati juu ya kuhakikisha serikali inalipa fidia katika miradi ya Ruhudji na Rumakali, na shukrani hizo kwa kweli zinaenda moja kwa moja kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye yeye ndio ambaye amekuwa kinara katika kuhakikisha tunatekeleza miradi hii ya nishati. niye mnafahamu Mheshimiwa Rais sasa anafahamika duniani kwa namna ambavyo anasimamia miradi ya nishati kwa kadri ya uwezo wake na anavyosimamia miradi cha kuonyesha kwamba tunaendeleza na uzalishaji lakini vilevile usambazaji, kuhakikisha wananchi wengi wanafikiwa na umeme. Lakini pamoja na hayo, tumepokea maelekezo ya kamati juu ya kuhakikisha serikali inalipa fidia katika miradi ya Ruhudji na Rumakali, ambapo katika mradi wa Ruhudji takriban fidia ni bilioni thelathini na saba na mradi wa Rumakali bilioni ishirini na sita Miradi hii kama nilivyotangulia kusema mweshimua Rais katika baadhi ya maeneo ambayo na amenabalisha nayo ni katika sekta ya nishati. Kwa kweli miradi ya nishati hata ukisoma mipango yete ya maendeleo inachukuliwa kwa uzito kwa kwa mkubwa sana. Nyiwe mnafahamu kwa sasa hivi tupo katika hatua za mwisho za kukamilisha utekelezaji wa mradi wa kuzalisha umeme wa bwawa Julius Nyerere uh, ambao unaenda kuzalisha takriban uh, megawaboka na pamoja na mradi huo tunayo miradi ya Ruhuji na Makali ambayo serikali pia inategemea kuanza kuitekeleza. Nataka nihakikishie kamati pamoja kama na watanzania wote, azma ya serikali na kuhakikisha tunaongeza vyanzo vya uzalishaji wa umeme, pia pamoja na hii miradi ya Ruhudji na Rumakali itaanza kutekelezwa hivi karibuni. Serikali inatafuta fedha kuhakikisha tunaanza utekelezaji wa miradi hii. Kuhusiana na swala la fidia, wizara ya nishati ina miradi mingi sana ambayo inaitekeleza na katika miradi ambayo inahitaji fidia, kwa kweli serikali imekuwa ikifanya hivyo. Nyenye ni mashahidi tumeona miradi huu wataza wananchi wamelipwa fidia, mradi wa kupeleka umeme uh, wa gridi Katavi, serikali imelipa fidia pamoja na miradi mingine yote. Na kwa mradi huu wa Ruhudji na Rumakali pia serikali imejidhatiti kuhakikisha kwamba tunawalipa wananchi fidia ili utekelezaji wa mradi huu uende kuwa vizuri. Uh, kwa ujumla naomba niseme, serikali ya awamu ya sita imejipanga kuhakikisha tunaendelea kuhakikisha wananchi wetu wanaendelea kupata umeme wa uhakika katika mkoa wa Njombe. Zaidi ya asilimia tisini na nane ya vijiji vina umeme, vimebaki vijiji nane vimebaki vijiji tisa na ambavyo changamoto zake zinatatuliwa kuhakikisha kwamba na wenyewe wanapata umeme. Lakini pia shirika letu la umeme la TANESCO limeendelea na programu za kusambaza umeme maeneo ya pembezoni na kuimarisha nguvu ya umeme ili kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata umeme wa uhakika. Mheshimiwa Rais ameahidi ikifika ishirini thelathini anataka asilimia sabini na tano ya wananchi waweze kupata umeme, lakini waweze kutumia ni nishati safi ya kupikia. Na sisi kama wasaidizi wake tukiongozwa na Dr. Doto Mashaka Biteko tuko hapa kuhakikisha maono ya Mheshimiwa Rais yanatimiza yanatimiza.